Furu. Tanzania na India zimekubaliana kushirikiana katika masuala mbalimbali ya maendeleo hususan katika sekta ya kilimo, afya, viwanda na teknolojia ya habari na mawasiliano. Hayo yamesemwa na Rais Dkt. John Magufuli wakati wa mkutano wa kutiliana saini mikataba ya ushirikiano na Waziri Mkuu wa India na Narendra Modi, Ikulu jijini Dar es Salaam. Taarifa zaidi na Mbozi Katala. Mapema hii leo waziri mkuu wa India Narendra Modi anawasili katika viwanja vya Ikulu jijini Dar es Salaam na kupokelewa na mwenyeji wake Rais Dr. John Magufuli, kisha kupewa heshima zote za kidiplomasia anakagua goride rasmi. Kisha Waziri Mkuu wa India na Rais Magufuli wanaelekea katika chumba cha mikutano kwa lengo la kutilia na saini mikataba mbalimbali ya ushirikiano. Akiongea mara baada ya kutilia na saini mikataba ya ushirikiano, Rais Magufuli anataja baadhi ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Tanzania na India. Tumeshuhudia takribani mikataba sita ya ushirikiano, na moja ya mikataba hiyo inahusu mkopo wa dola za Marekani milioni 92.8 kwa serikali ya Zanzibar kwa ajili ya usambazaji wa maji Zanzibar. Mkataba mwingine unahusu msaada wa mashine ya vipimo vya kansa ambavyo serikali ya India imetoa kwa hospitali ya rufaa ya Bugando. Ninaamini mashine hii itasaidia sana katika kutoa huduma za vipimo vya kansa kwa wakazi wa kanda ya ziwa na Watanzania kwa ujumla. Aidha, Rais Magufuli anabainisha kuwa India pia itasaidia Tanzania katika teknolojia ya habari na mawasiliano kwa kutoa mafunzo ya kitaalamu ili kudhibiti usalama wa nchi na kuongeza utoaji huduma za ukusanyaji mapato. Tuna furaha India imekubali kutusaidia kukuza utaalamu wa masuala ya TEHAMA kwa nchi yetu na kutoa nafasi za mafunzo. Aidha, wamekubali kuleta wataalamu wao hapa nchini, na hii itawezesha nchi yetu kuwa na uwezo wa kutengeneza programu zake zenyewe za badala ya kununua kutoka nje Hili ikifanyika tutaweza kudhibiti usiri wa taarifa zetu, usalama wa nchi, utoaji wa huduma na pia kusimamia vizuri ukusanyaji wa mapato katika nchi yetu. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa India na Narendra Modi amemwahidi Rais Magufuli kusimamia yale yote waliyokubaliana, ikiwa ni pamoja na kutoa dola za Marekani milioni mia tano katika utekelezaji wa miradi iliyopewa kipaumbele. Tunakubaliana kwamba lengo letu ni moja la uboreshaji wa uchumi kwa jamii yetu, na inatengeneza fursa mpya kupanua husiano wetu, kuongeza ushirikiano katika kilimo, ikiwemo kufanya kazi pamoja katika uendelezaji wa gesi asilia na kushirikiana kupeana uwezo katika masuala ya kiuchumi na taasisi za nchini Tanzania, pia kuongeza ushirikiano wa biashara na uwekezaji kwa kuweka vipaumbele katika viwanda. Waziri Mkuu wa India amehitimisha ziara yake hapa nchini, ambapo anatarajiwa kufanya ziara ya kikazi nchini Kenya Mbo...